Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Anthony Daudi, nimeokoka na mpenda Yesu. Nina jambo moja katika siku ya leo, nataka nikushirikishe mpendwa. Najua hapo ulipo umejisahau sana, hapo ulipo umekata tamaa hapo ulipo haujui utafanyaje, lakini nataka nikwambie kitu kimoja, yupo Mungu mwenye uwezo wa yote, yupo Mungu mwenye nguvu, anatenda na anafanya. Nataka nikwambie kitu kimoja kwamba usijisahau sana. Kama wewe unajua safari yako ni mbinguni, tengeneza njia zako, tengeneza mapito yako. Ninasema tena, tengeneza njia zako kama wewe tumaini lako umeliweka kwa Bwana, tengeneza njia zako wewe mwenyewe, bila kumwangalia mtu yoyote, bila kumtazama nani, maana siku ya mwisho utasimama wewe, kama wewe kutoa hesabu kutoa hesabu. Tengeneza njia, uache ubaya unaoufanya, uache dhambi unayoifanya, rudi kwa Mungu ukatubu. Tubu uache dhambi yako. mwisho wa dunia umekaribia. Nimezaliwa nikakuwa, nikawa nasikia habari za Yesu, kuwa Yesu anarudi, Yesu amekaribia mpaka nimefika hapa, yale niliyoyaona ni dhahiri kabisa, kweli Yesu yuko karibu kurudi. Watumishi walihubiri habari za kurudi kwake Yesu na bado anahubiri, na mimi ninasema hapa leo mbele zako unenisikia, Yesu yuko karibu kurudi. We fikiria hapo ulipo na ulikotoka. Je, hakuna utofauti wowote unaouona ndani ya makanisa? Nje ya kanisa, unakuta mtu anaenda kanisani anaenda kumwabudu Mungu wa mbinguni lakini dhambi yake hajaacha, lakini ufisadi hajaacha, lakini ujambazi hajaacha, usengenyaji hajaacha. Tubu leo, mgeukie Mungu. Maana ufalme wa mbingu umekaribia, umekaribia wapendwa, umekaribia. Mabaya yanayoendelea makanisani kweli, ni dhahiri kwamba ni siku za mwisho, ni dhahiri kabisa. Migogoro ndani ya makanisa, tutakimbilia wapi sasa? Ndio maana watu hata kuwashuhudia kwa habari ya kuokoka imekuwa ni ngumu, kwa sababu mtu anajiuliza, hata nikienda kanisani mambo ni yale yale. Tunaelekea wapi? Wako wapi tena watu ambao watasimama na kuambia watu watubu waache makosa yao, watubu na kuacha dhambi? Leo watu wanasema mafanikio tu, leo watu wanasema makali tu, hawaambii watu kuacha dhambi. Tunaona Yohana Mbatizaji aliondoka. Hebu tusome katika kitabu cha Yohana Mtakatifu, katika Yohana Mtakatifu sura ya tatu na mstari wa kwanza, Biblia inasema siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Wako wapi wachungaji ambao wanasimama na kuambia watu watubu, waache makosa yao, waache matendo yao mabaya. Sasa hivi hata ile mikutano ya kweli imeshagaisha. Kipindi tunakuwa bado tuko watoto, tulikuwa tunaona mikutano vijijini, tunaona watu wanakusanyika, makanisa wanashirikiana kwa pamoja lakini sasa hivi hakuna. Nataka ni kuambia wewe, unanisikiliza, aijalishi wewe ni mchungaji, aijalishi wewe ni mshirika, aujalishi wewe umeokoka, ujaokoka, unajijua vizuri ndani ya moyo wako. Kama unajijua, kuanzia leo, acha tabia yako mbaya. Acha matendo yako mabaya, murudie Mungu. Tuko katika siku mbaya, Yesu amekaribia kurudi. Yesu amekaribia kurudi. Utasema nini siku ya mwisho? Tubu leo, tubu leo Leo uache dhambi yako, tubu leo, uache uongo wako, tubu leo leo. Wachungaji wangapi wanachunga makanisa lakini wanazini na washirika? Ni washirika wangapi wanaingia kwenye ibada ya Mungu lakini njia zao ni mbaya, hawamwogopi Mungu. Leo watu wanaingia kanisani, huko wanafanya usherati. Tubu wewe leo, mgeukie Mungu, utakufa vibaya. Nakwambia tuko katika siku za mwisho, mgeukie Mungu. Wewe unaye kula cha dhuluma, mgeukie Mungu, wache hiyo tabia, mtafute Mungu. Mungu alikuumba, hakukuumba kwa kusudi baya, bali alikuumba ili umtumikie. Nakwambia ndugu yangu, tubu, wache, maana haujui saa wala wakati wa kutwaliwa kwako. Tubu wache dhambi, mgeukie Mungu, mgeukie Mungu, mgeukie Mungu, ukayasimilie matendo ya Bwana, ukayanene makuu ya Bwana. Mgeukie Bwana, ukimgeukia Bwana atakusaidia. Yesu hawezi kukuacha ukimtumikia katika njia ya kweli, ukisimama katika njia ya kweli, Yesu hawezi kukuacha okovu wa, wa sasa hivi umebaki we ni wewe moyoni mwako.